Hiyo yeah, haitakiwi utumie nguvu juu juu tu, takutumia nguvu juu juu tu hmm. Dakia, sogea karibu kitu uh, sometimes uyoga unapo hii ni sehemu ambayo uyoga unatakiwa utoke mm. Sawa so, sasa ukikaa muda mrefu shamba likiwa well colonized alafu umekaa muda mrefu uyoga hujatoka mm. Kuna vitu ambavyo vinakuwa vinatupa kama sign, umeona ni uko na gonga gonga hivi mm. ehe, nilikuwa nataka niangalie uzito wa ile tunasema ni ni, ni, ni entrance uzito wa hapa mbele ambako ndio uyoga wenyewe una, unatoka mm. Kuna uzito gani? nikiwa napiga hivi, nasikia nini? mm. Au nikigusa, nikigusa hivi mm -hmm. E, napata ishara gani mimi mm -hmm. mwenyewe na sense najua najua tu kwamba hapa kuna kitu fulani labda kinatakiwa kifanyike, lakini pili, umeona hii, ukikamua, umeona kama kuna maji yanatoka mm -hmm. E, mm -hmm. hii haitakiwi. Unajua uyoga unapokuwa unatoka, unatoka kwenye shamba unakuja huku Mm. Eh, ni sawa sawa tunavyosema kwamba wakati unasia mbegu tunaweka mbegu eh, shamba lile alitakiwa liwe na maji. Ukiweka mbegu shamba likiwa na maji katikati, mm. maanake mbegu itaenda itasimama somewhere pale ambako kuna maji haitapita, mm. si ndio? Eh, ni sawa sawa. Tukija kwenye hatua hii, maana kama shamba tutakuwa nalifanya hivi, alafu tutagundua kuna unyevu unyevu mwingi, it means kwamba uyoga wenyewe hauwezi ukaota kwenye hali hii ya maji mengi maji. mm -hmm, kama kama kama mengi. mm -hmm. za nikuto, uh, lenyewe lina assume kwamba hii sio sehemu salama kwangu, na yogauwezi kupita kwenye hilo eneo na at the end of the day kutatengeneza hiyo, inaitwa dead layer. Dead layer ikisha kuwepo, maana yake kuna fang, fang, fungi wengine ama fungus wengine wanazaliwa kwenye hilo eneo. Fungus wengine wakizaliwa kwenye hilo eneo wanakuwa kama competitors wa hizi mycelium ambazo zenyewe ni white in color, sawa. Zikiwa competitors, maana yake hizi hizi mycelium zikiwa zinataka kuproduce mushroom ama kutoa uyoga zinakutana na ukinzani, zinakutana na competitors na vishindani. At the end of the day, uyoga uwezi kufanya nini kuota, kwa sababu vile vishindani vinashambulia ile mycelium ambazo ndo, ndo uyoga wenyewe. Unaelewa hapa? Sunaona cameraman, sogea karibu. Sunaona ili eneo, ili eneo simaliona, ili eneo lina maji mengi, ili eneo haya yote ni maji maji, haya umeona haya? Haya tulipuliza maji mengi. Sasa haya maji yametengeneza hiyo dead layer ambayo nikikwangua hivi unaiona kabisa. Maona hii, hii hii ni dead layer hii, hii yote hii, hii ni dead layer hii ambayo hii imetokana na unyevu kuwa mwingi ama maji maji kuwa mengi. Maona hii yote ni dead layer. Sasa uyoga unapotaka kutoka kutoka huku katikati huko, au huko mbele ya mfuko kuja huku, huko nyuma kuja huku mbele, maana yake inakutana na hiyo dead layer ambayo yenyewe ishatengeneza competitors naturally wako hapa, ehe. Kwa hiyo kila ikitaka ku mbegu hizi mycelium ikitaka kuproduce hiyo white Yo yo yo yo yo yo white networks, ambapo ndo nasema mycelia mwenyewe ili uweze kuproduce mushrooms, na kutana na hizi competitors at the end of the day, uyoga uwezi kutoka. Shamba linaweza likakaa hivi hata miezi mitatu, lakini uyoga uwezi kutoka, lakini still hilo shamba liko strong, very heavy, ambalo linatakiwa wao likupe uyoga. At the end of the day litakaa miezi na miezi na miezi, lakini uyoga uwezi kutoka. The same the same thing hapa, hii yote ni dead layer, imetokana na hiyo Excess ya, ya unyevu. Umeona. the same thing hapa. Cameraman sogea karibu. Umeona hii hii yote unaiona hii rangi hii hii ni dead layer ambayo yenyewe imetokana na issue hiyo hiyo ya excess ya unyevu mwingi kwenye shamba. At the end of the day, hii dead layer inatengeneza au fungi wengine ambao wanakuwa competitors wa hizo mycelium ambazo ndizo zinazalisha uyoga au mushroom jamani, are we clear? yeah. yeah. au niongee Kiswahili zaidi, umeelewa vizuri zaidi eh? na mimi nimekuwa naongea kwa msisitizo. Huyu hapa yuko sawa, lakini hajapata maximum namba au maximum waiting au maximum unyevu, nikizungumza kwa Kiswahili, sawa, hajapata unyevu wa kutosha ili shamba likawa weti and then uyoga uweze kuota. Kwa hiyo hapa kuna mix of, kuna ambayo hayajapata weight ya kutosha, kuna ambayo yana excess weight, na kuna ambayo yako normal. Umeelewa eh? Sasa eh, hayo yote ni madhara ambayo yanakuja kuipa haya mashamba, au madhara ambayo yanakuja kujitokeza kwetu sisi kibiashara. Tutasubiri sana, kama unasubiri ndege kwenye bahari. nd subiri sana, uyoga huwezi kufanya nini. Utasema kwa sababu gani, mbona mashamba yangu yako vizuri? Ukiangalia well Mashamba yote yako vizuri. Very clear white is there. Kila kitu mycelium is there very strong. Wanatakiwa waje kuweze waweze kutupa uyoga, lakini uyoga hatupati. So yakikaa hivi wiki moja, wiki mbili na kuendelea, maana yake sisi yanatupa hasara. So yana lose weight, sisi hatupati hela, so tunaingia hasara. So katika kipindi ambacho tumefanya mahesabu pale, tukagundua kwamba kuna wakati Eh, tulivuna kilo mia, mia moja na eh, kuna wakati tumevuna kilo themanini uh, na kitu maana yake tume drop kutoka mia thelathini na moja kuja kwa mpaka kwenye themanini na kitu tume drop. So kuna reasons nyingi ambazo zinapelekea mashamba kuto produce mushroom at the end of the day cages hazipandi na fedha nyingi ni kwa sababu hizo. So lazima tuweze ku note dot mpaka doti kwamba hili shamba lina changamoto gani, tunatatuaje changamoto yake liweze kutupa mashroom, kwa sababu tunalihudumia kila siku na mashamba mengi yako vizuri. So tunachotakiwa kufanya kuhakikisha kabisa kwamba tuna prune, ama tunaondoa hiyo dead layer kwenye kila shamba, tunaacha ile active layer ambayo ina mycelium. Tukishabakiza hiyo active layer ambayo ina mycelium, sasa tunaanza ku boost weight kuhakikisha kwa kwamba yote yako wet and then kwa kiasi fulani eh, eh, then around the house nahakikisha penyewe pako wet, hakuna dry air, umeelewa? mm. yeah. baada ya hapo tunaona uyoga unaanza kutoka mwingi hivyo, inakuwa kama kipindi kile, mnaelewa, kipindi kile zilianza kutoka 20, 10 kg 15, 19, 18 ni kwa sababu tulikata tuka clean si ndio? mm. Maana kulikuwa na hiyo uh, layer ambayo ni uko safi uh, uyoga uka speed up uh mm. yeah. eh and then umeanza ku slow kwa sababu tulikuwa tunamwagilia kila siku tukatengeneza hiyo dead layer mm. and then hatukujua namna gani ya kuiondoa still mashamba yakawa dormant mm. so now we have to make them active uyoga uendelee kutoka uh mm. how? Ni ku clean ku boost weight hivyo So, hakuna, hakuna changamoto hapa zaidi ya hayo ambayo nimeelezea, yes. nime tukiazingatia hayo uyoga utarudi kama kawaida so ukihesabu yana and then kila kitu kitarudi, inatokea muona hii unaona paka maji hapa haya. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sio nyinyi tu, wako wakulima wengi wengine, wameshaishi kwenye kilimo miaka minne miaka mitano. Issue sio kuvuna tu uyoga, issue sio kujua kuotesha, issue sio kujua kumwagia, but you have to handle the bugs. How do you handling the bugs? mm -hmm. Hiyo yeah, yeah, ndio kitu muhimu sana una handle vipi? Mm. These bags is like babies. Mm. They all babies. Mm. So mtoto akijisaidia you have to clean mm. Sindio? Mm. Sasa yes, sisi watoto wetu hawa wakikaa vibaya na maana wata, watakuwa infected then you, uh, you. So you have to handle them like like babies. Once you do that, The mushrooms will come out and everything will be sorted out. Yeah. yakun hakuna changamoto aha umeiona uh, istopisha kwanza